Somo la patakatifu na hukumu ya upelelezi linapaswa lieleweka kikamilifu kwa watu wa Mungu. Wote wanahitaji kujua wenyewe mahali na kazi ya kuhani wao mkuu. Vinginevyo haitawezekana kwao kufanya mazoezi imani ambayo ni ya muhimu kwa wakati huo au kujaza nafasi ambayo Mungu amepanga waijaze. Kila mtu ana roho ya kuokoa au kupoteza. Kila mtu ana kesi inayomgoja katika mahakama ya Mungu. Kila mmoja inampasa kukutana na jaji mkuu uso kwa uso. Patakatifu pa mbinguni ndiyo kituo hasa cha kazi ya Kristo kwa ajili ya wanadamu. Panaihusu kila nafsi inayoishi duniani, panafunua mpango wa ukombozi, pakituleta karibu kabisa na mwisho wa wakati, na pakifunua suala la ushindi wa pambano kati ya haki na dhambi. Ni suala muhimu sana kwa wote wajifunze masomo haya, na waweze kumjibu kila mtu awaulizae sababu ya tumaini hilo ndani yao. Maombezi ya Kristo kwa ajili ya wanadamu ndani ya patakatifu pa mbinguni ni muhimu sana kwa ajili ya mpango wa wokovu kama kifo chake msalabani kilivyo muhimu. Kwa kifo chake alianza kazi ile ambayo baada ya wakufufuka kwake alipaa mbinguni kwenda kuimalizia. Inatupaswa kwa imani kuingia ndani ya pazia. Tunasoma kitabu cha Waebrania sura ya sita mstari wa ishirini alimoingia Yesu kwa ajili yetu, mtangulizi wetu. Mle nuru kutoka kwenye msalaba wa Kalvari na inaakisiwa mle tunaweza kupata uelewa wa wazi zaidi kuhusu siri za ukombozi. Wokovu wa mwanadamu unatekelezwa kwa gharama isiyokuwa na kikomo ya mbinguni. Kafara iliyotolewa inalingana madai mapana ya sheria ya Mungu iliyovunjwa. Yesu amefungua njia ya kwenda kwenye kiti cha enzi cha Baba, na kwa njia ya upatanisho wake shauku ya dhati ya wote wanaokwenda kwake kwa imani inaweza kuwasilishwa kwa Mungu. Tunasoma kitabu cha Mithali sura 28 mstari wa afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali yeye aziungamaye na kuziacha atapata rehema. Ikiwa wale wanaoficha na kutoa udhuru kwa ajili ya makosa yao wangeona jinsi Shetani anavyofurahia kwa ajili yao, jinsi anavyomsuta Kristo na mamlaka watakatifu kwa sababu ya ufichaji na udhuru wao huo, wangeharakisha kuungama dhambi zao na kuziacha. Kwa njia ya dosari katika tabia zao, Shetani anatenda kazi ya kutawara akili yote na anajua kuwa ikiwa dosari hizi zitaendelea kuwepo, atafaulu. Kwa hiyo anatafuta daima kuwadanganya wafuasi wa Kristo kwa hila zake mbaya kwamba haiwezekani kwao kushinda, lakini Yesu anasihi kwa ajili yao kwa njia ya mikono yake ya iliyojeruhiwa, mwili wake uliochubuliwa. Asiwepo mtu anayechukulia kuwa dosari zake hazitibiki. Mungu anatoa imani na neema ili kuzishinda. Pambano Kuu, kurasa wa mia nne na tatu, mia nne na nne. Mambo ya msingi tunayojifunza katika somo la leo: Kristo ndiye kuhani mkuu wetu anetupigania kila siku mbinguni. Patakatifu pa mbinguni ni halisi, na hapo ndipo kazi ya wokovu inaendelea. Maombezi ya Yesu ni muhimu kama kifo chake msalabani, ndiyo njia ya wokovu wetu. Toba na kuwacha dhambi ndizo njia pekee za kupata rehema ya kweli. Shetani hucheka tunapoficha dhambi, lakini Yesu hutushinda kwa neema yake tukimwamini.